Watuhumiwa hao kama nilivyosema, wamekamatwa maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, na miongoni mwa waliokamatwa ni mtu aliyefahamika kwa jina la Kelvin Sauro, mkazi wa Ifakara, ambaye yeye kwenye kundi lake la mtawanyiko ambao nimeutaja walikuwepo watu wengine 14, na watu hawa wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali mbali ya kwenye mtandao lakini wakijipatia pesa kwa njia za udanganyifu katika kikundi chao, lakini pia wamekuwa wakitumia laini za simu ambazo sio zao zenye usajili ambao sio wao, lakini pia walikuwa kwa namna moja au nyingine wakifanikiwa kuingilia na kubadili namba za utambuzi halisi wa simu simu yani kwa kutumia mifumo hiyo wameweza kujipatia pesa mbalimbali mbali kwa njia ya udanganyifu, na wamekuwa baadhi yao wakituma jumbe mbalimbali mbali ambazo tumeshazitahadharisha mara kadhaa ya tuma pesa au hela kwenye namba hii au tuma kwenye namba ile ya pesa ya kodi. Jeshi la Polisi limefanikiwa pia kumshikilia mtu aliyefahamika kwa jina la Enrique Adolph Ngagani na wenzake wanne kwa tuhuma za kumiliki akaunti za mtandao wa TikTok ambazo zimekuwa zikitumika kusambaza taarifa zenye maudhui ya udhalilishaji wa watu mbalimbali kupitia programu za akili unde, yani artificial intelligence. Watu hawa wamehojiwa kwa kina na baadhi ya vifaa wanavyovitumia vimekamatwa na hatua za kisheria zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na baadhi yao tayari kufikishwa kwenye mahakama za kisheria za Tanzania, yani mahakama ya, ya Kisutu kwenye msako huo mkali ambapo jeshi la polisi limejiunga na mamlaka zingine za kisheria, wamefanikiwa pia kukamatwa mtu aliyefahamika kwa jina la Baruani Hamisi Kateme maarufu kama jina la Majani. Huyu ni mkazi wa Kahororo mkoa wa Kagera, ambaye amekamatwa na wenzake wanne. Hawa wanatuhumiwa kwa kutumia mitandao kufanya makosa haya ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, yaani utapeli, kwa kuwadanganya wastaafu na kuwaibia pesa kwa kujifanya kuwa baadhi yao ni wafanyakazi wa mfuko wa pensheni, na kwamba wanaweza kuwashughulikia kupata mapunjo ambayo baadhi ya wa wa wastaafu wamekuwa wakiyaelezea. Jeshi la polisi linaendelea kama ambavyo limekuwa likifanya mara kadhaa, kutoa wito kwa wananchi: kwanza, kufuata sheria na kanuni za matumizi ya mitandao; pili, kufuata maelekezo mbalimbali yanayotolewa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania pamoja na jeshi la polisi, kuacha tabia ya kutoa taarifa binafsi. Narudia, kuacha tabia ya kutoa taarifa binafsi kwenye linki wanazokutana nazo kwenye simu zao, au kwa mtu ambaye hawamjui au kutoa taarifa za siri za mtu binafsi kama CV pamoja na kutoa namba za vitambulisho vya NIDA na vitambulisho vingine kwa watu ambao wanakuwa wanavihitaji, lakini katika mazingira ambayo hauna uhakika nayo.